Raia watatu wa Marekani waliopatikana na hatia na kuhukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kwa kushiriki njama ya mapinduzi mnamo Septemba mwaka 2024, sasa wamekabidhiwa kwa mamlaka za Marekani na watatumikia vifungo vyao nchini humo. Adhabu yao ilibadilishwa kutoka adhabu ya kifo hadi kifungo cha maisha jela na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi. Miongoni mwa waliorejeshwa ni Marcel Malanga mwenye umri wa miaka 21, ambaye ni mtoto wa mwanasiasa wa upinzani aliyeuawa Christian Malanga, aliyeongoza jaribio la mapinduzi lililolenga ikulu la rais Kinshasa. Christian Malanga aliuawa na maafisa wa usalama wa Kongo wakati wa kumkamata baada ya kuonesha moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii tukio la mapinduzi hayo. Marcel alisema baba yake alimlazimisha kushiriki njama hiyo. Wengine waliorejeshwa Marekani ni Tyler Thompson Jr. mwenye umri wa miaka 21 pia rafiki yake Marcel, ambaye alisafiri kutoka Utah kwa imani kuwa alikuwa anakwenda likizo ya bure, na Benjamin Ruben Zalman Polun mwenye miaka 36 ambaye anaripotiwa kuwa alikuwa na uhusiano wa kibiashara na Christian Malanga kupitia kampuni ya uchimbaji wa dhahabu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Tammy Bruce amesema, tunalaani vikali shambulio la silaha la Mei 19, na tunaunga mkono mamlaka za DRC kuwawajibisha waliohusika. Wakati huo huo, tunasisitiza upatikane mchakato wa haki wa kibinadamu na huruma kwa raia wetu wa Marekani. Msamaha na kurejeshwa kwao kumekuja wakati DRC na Marekani zikiendeleza mazungumzo kuhusu makubaliano ya madini pamoja na msaada wa kiusalama, ili kusaidia kupambana na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, ambao wamekuwa wakisonga kwa kasi katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini tangu Januari.